Kwa jina naitwa Kresensia Kapinga, ni mkazi wa manispaa ya Songea, lakini vilevile vile ni mwandishi wa habari. E, kifo cha mheshimiwa Jenista Joakimu Mhagama nimekipokea kwa masikitiko makubwa sana, sana. Kwa sababu kwanza alikuwa mdau wangu mkubwa, lakini ilichakuwa mdau wa habari. Alikuwa ni dada yangu yani, ni dada yule ambaye dada yangu amenilea, ambaye alikuwa ananilekebisha nikienda alijojo, ananiambia pita hivi pita hivi. Ndio nilivyokuwa naishi na Jenista. Hata juzi kushinda kwa jana, yani kwa maana ya Jumanne kushinda kwa Jumatano, tukawa tuna chati kwenye, kwenye WhatsApp nikawa namuuliza unaendeleaje? Akaniambia, mdogo wangu baki ni kilichobaki nikutoa POP. Nikamwambia basi, Mungu ni mwema. Akaniambia hata hivyo, nilienda asubuhi ni sijachati naye lakini, kwenye majira ya saa mbili saa tatu nika una gani, nikaambiwa kuhusu nini, ndo wakaniambia, nikasema hapana Ikabidi nimpigie mheshimiwa mwenyewe simu iliita bila majibu. Nikampigia mtoto wake wa kwanza Victor simu iliita bila majibu. Ikabidi nirudi kwa katibu wake na yeye akasema anapokea simu nyingi, ila ana taarifa, anafuatilizia. Baadaye nikampigia dereva wake ndio akaniambia ni kweli taarifa ulizozisikia ni sahihi. Mheshimiwa amefariki. Naitwa Mwalimu Juma Nyumayo na ni mkazi wa Songea mkoa wa Ruvuma. Jimbo langu mimi ni la Peramiho, ambako natoka Jenista Mhagama. Tumepata kwa mshtuko mkubwa msiba huu, na kwamba kila mmoja alikuwa anamuogopa mwenzake kumwambia kwamba kweli Jenista mfariki, lakini kwa kuwa ni masuala ya Mungu, basi tumeyapokea, lakini tunalipokea kwa maumivu makubwa na Jenista sisi tutamkumbuka na tutaendelea kuishi maono yake. Jenista alikuwa mshiriki mzuri masuala ya kijamii, kwa hiyo tulikuwa tunashiriki vizuri masuala ya kijamii. Mimi nikiwa kama admin wa kundi la jimbo Songea mjini niliweza kuwa kila nikipata e, fursa ya kutaka watu wachangiwe wenye matatizo na shida maalum, kama ni watoto kama ni watu wenye uhitaji, mimi hiyo kazi nilikuwa naifanya, anaifanya, Jenista alikuwa anatusaidia sana. Na isitosha, hata jana nimeambiwa na dada mmoja kwamba jana jana hii, kabla hajafa, amechangia shida ya watoto ambao wanaishi mazingira magumu. Na ninakumbuka eh, mwaka juu, mwaka jana alichangia eh, kwa ajili ya watoto wanaoishi mazingira magumu pale shule ya msingi Ruhila ambao wana ulemavu wa albino eh, viziwi, wasioona na magonjwa mengine yasiyokuwa ya kawaida. Kwa kweli ni pigo kwetu, ni pigo kwa Tanzania, na ni kiongozi ambaye alikuwa ni modo kwa wanawake wengi hapa mkoani, hata kwa Tanzania na hata Afrika Mashariki na Kati. <coughs> tunapokea simu za watu mbalimbali akiniawauzi kipi ni kipi, mimi sijui, lakini baadaye baada ya kuna barua ya bunge manake kujiridhisha hii kwa sababu barua hizi watu wamezitunga kuingia kwenye website ya bunge nikaona kaona Mheshimiwa Jenista Mhagama ambaye bibi yangu mwezi wangu bosi wangu kazini toka nikiwa mtendaji wa kijiji, pata hizo taarifa. Sababu mimi ni familia kacha mambo ya, ya kazi Kawai hapa nyumbani kwa ajili ya kuweka ratiba ingine vizuri, kwa kama tu kuhifadhi vyombo na nini. Kwa wakati wote tukisubiri nasiama yako nzetu wa kwa Dodoma. Kwa sasa hivi, kwa kweli mimi sina ratiba hii yoyote. Ya wala, yaani, hata nguvu ya kusema ni, ni, ni, ni wapigie kina Victor wadogo zangu sina so, yaani ni kama kila mtu anachangamkiwa uko kitu chochote.